Amen, amen. Kuna tofauti kati ya hitaji na ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu, Mungu anasimama nyuma ya neno lake ili aweze kulitimiza, kwa sababu ni yeye alikupea ahadi, na yeye ni mwaminifu katika neno lake, sharti asimame nyuma ya lile neno alitimize. Tofauti sana na hitaji, unapofanya hitaji, kwa sababu wengi ulifanya rekete yako Jifunze sana kuchochea lile hitaji, jifunze sana kuliombea lile hitaji, kwa sababu ni wewe njo nifanya hitaji. Unapashwa fanya bidii yote ufuate maongozi ya kufikia muujiza. Amen, amen, amen, amen. Ana katika Samueli wa kwanza sura yake ya kwanza ile ukisoma ile sura yote utaona namna Ana aliweka hitaji mbele za Mungu mb. Na alipofanya hitaji mbele za Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu akayasikia maombi ya Ana. Pili, baada ya Mungu kusikia maombi ya Ana, maombi ya Ana yakapata kibali mbele za Mungu. Biblia inasema Mungu alipomkumbuka Ana, akamupa ujauzito. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa Ana alipokea ujauzito kulingana na hitaji alilolifanya ni kwa sababu alijifunza kubadilisha ngazi ama sisteme za maombi Haleluya. Kuna wakati unaweza omba, unaomba sana, unakawia katika hitaji ulilolifanya, halilete jibu, ni kwa sababu labda ulikuwa katika mazingira ambayo hayako apeleku kuproduire. Haleluya. Kuna mazingira mengine ambayo hayaruhusu majibu yako ya ateriri Ndo maana Roho yeye anatusaidiaka kwa kuangalia ni wakati gani anapashwa kutupatia majibu na ni mahali gani anapashwa kutupatia majibu. Kuna mara nyingi tunaomba hatufikie majibu kwa sababu tuko mavironema zenye hazikwapele kutuproduire zenye hazikwapele kutujibia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndo maana Ibrahimu, Mungu akamwambia atoke katikati ya familia na ende mahali pengine ambapo Mungu atakapomwambia, na huko Mungu alibadilisha jina lake baadaye. Mungu akamfanya kuwa taifa kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa unanifuata leo, wefuata maongozi ya Roho Mtakatifu, na utafikia miujiza ambayo uko unamwambia Mungu agutendee. Lakini mara nyingi tunaomba na tunashindwa kutii maongozi ya Roho Mtakatifu. Wengi sana waliomba walipata esheke safarini, kwa sababu walishindwa kuyaheshimu yale maongozi. Katika Luka sura ya kumi na nane na mlango wake wa kwanza, kuna mwanamke mmoja ambaye Biblia inamtaja ni mujane, ambaye alikuwa naenda kwa kazi zalimu ama kwa jiji kwamba amupe haki na maadui zaki, lakini huyu ushishe kwa wakati mrefu alimsumbua huyu mjane, hakutaka kumupa haki yake, kwa sababu Biblia nasema hakukua na muogopa Mungu wala kumjali mutu yeyote. Lakini kwa sababu huyu mjane aliendelea kwa kumsumbua, haleluya, aliendelea kwa kumsumbua, siku moja aseme huyu jhihi agasema moyoni mwake ya kwamba kwa sababu huyu mjane anaendelea kwa kunisumbua na kwa kuniomba haki, alafu akaambia watumishi wake, mumupe haki yake. Huyo mjane akapewa haki yake. Na Yesu akatoa mfano akasema, je, mnaenda kwa wanadamu, wanakubali kuyasikiliza yale mlioyaomba, wanayajibu? Je, mkienda kwa baba yangu aliye mbinguni, hata wapa upesi kile mwombacho usiku na mchana, ndiyo atawapa. Lakini huku chini kuna swali anaenda kauliza tena, lakini atakaporudi, mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Mpendwa, najua uko naomba, umekawia, umefanya miaka miwili, unalilia huko kwenye goti umefunga, umetabiriwa, lakini ujue kwamba ulipotabiriwa, shetani alikusikia. Na wahenga wanasema lemir ondesorey. Yawezekana shetani alikusikia kwa sababu shetani hajuake kenye kiko kumoyo, lakini anajuaka kenye kiko kumidomo ulipotabiriwa kuna maadui walisikia ya kwamba muujiza uko njiani, alafu wakajipanga sawasawa, wakaenda wakazuia muujiza wako kenye utafanya. Baada ya wewe kuzuiliwa usifikie muujiza, webadilisha siri za maombi, webadilisha mazingira, weye badilisha funguo. Ikiwa walibadilisha vifuli, na wewe badilisha funguo kwa jina la Yesu Kristo, na utaona muujiza wa Mungu namna utakavyojitokeza. Utashangilia kwa sababu labda ulimwengu wa giza ulikuzuia. Wewe omba sana Mungu akupe maongozi. Ukiingia kwenye maongozi hakika ya Mungu na kula pia, utafika kwenye jibu la muujiza wako. Ukiombea hapo, unaona havikamate, badilisha mahali pengine. Ukienda pale havikamate, angalia, yawezekana katika familia kuna mtu anaikalia. Wewe omba, badilisha, fanya hiki na kile, mastrategi katika ulimwengu wa roho, na wewe utafikia muujiza wako. Utashuhudia matendo makubwa ambayo Bwana anataka kufanya kwa ajili ya maisha yako yeah. kwa sababu kuna mtu ambapo iko na lia muda huu niko nazungumza, amekawia. Ndoa yake imekawia, sijua alichumbiliwa, kumekuwa miaka miwili anaanza kuona amekata tamaa leo. Ninatangaza bado kuna tumaini kwamba utapokea mjiza. Yawezekana kuna mtu ambaye alikupea ahadi kwamba atakupea pesa, lakini leo mambo yamekawia ya, labda kuna mtu amesimama ndani ya hitaji lako, lakini nataka nikwambia kwamba kwamba weye omba tena, badilisha mazingira, badilisha sisteme, badilisha vifuri wakibadilisha bifuli webadilisha fungulo bakibadilisha fungulo we badilisha bifuli na utaona mkono wa Mungu. Na Mungu akubariki, na Mungu akutendee, na Mungu akukumbuke, na Mungu akupanguze machozi, na na na na na akubariki akutendee akukumbuke machozi, roho wake ajae ndani yako, kwa sababu ikiwa roho alijaza mitume kule Yerusalemu ile wakati Yesu alipanda, aliwatumia roho, kwa sababu aliwaambia sita wacha mayatima, na wao uko yatima. Mungu atatuma roho atakaye kuongoza na utatembea. Shetani hapendi kufike kwenye majibu. Ma -ma -ma -ma madui hawapendi wa waone unajibiliwa wengi wanapenda waone unawaomba, unawabembeleza, una, una kila siku ukitembea uki, uki, uki, nyuma yao kila siku. Lakini Bwana anataka akutende mambo mapya, na jina lake litatukuzwa. Amena.